Nitumie nafasi hii kuvishukuru sana vyombo vya ulinzi katika mkoa huu wa Pwani, mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Morogoro kwa kazi kubwa ambayo wamefanya wakishirikiana na bonde la Wami-Ruvu. Juzi tulikuwa zetu Kitomondo, tuliona mto ulikuwa umechepushwa, lakini tupaurudisha katika hali yake, na leo nimepata wasaa wa kuja kutembelea mtambo wetu wa Ruvu Juu. Ile operesheni ambazo zinaendelea zimeleta matokeo chanya. Kwa hiyo kikubwa ambalo naomba ni kwamba operesheni ziendelee na kipaumbele chetu kwa sasa, maji haya yote yawe kipaumbele kwa binadamu. Lakini jambo la pili ambalo tunalisisitiza kwamba kiwango cha sasa ambacho tunacho kizalisha maji, basi kigawiwe kwa usawa. Kwa hiyo maelekezo kwa DAWASA kwamba kiwango hiki hiki cha maji ambacho kimepatikana na tulichonacho, kigawiwe kwa usawa. Na jambo la tatu, naendelea kusisitiza tumejitahidi kusimamia kwamba kila maeneo yafikiwe na hii huduma ya maji, ila tumeyapa siku, leo watapata hawa. Watapata hawa, watapata hawa, watapata hawa, lakini kwa kiwango hichi ambacho tulichokuwa nacho na katika mazingira ya sasa, basi tuhifadhi maji, sababu ukiyahifadhi leo, yatakuhifadhi kesho. Kwa hiyo lazima tutengeneze utamaduni wa kuhifadhi maji. Lakini jambo la mwisho niwaombe sana wana Dar es Salaam, wana Pwani, tuwe wavumilivu na hiki ni kipindi cha mpito tu, tutavuka salama. Faraja ambayo tunaoipata kwamba baadhi ya maeneo mvua imeanza kunyesha, naamini kwa mvua hizi ambazo zitaanza kunyesha hivi karibuni, basi tutarudi katika hali yetu, na mamlaka yetu DAWASA itaendelea kutoa huduma na tutarudi katika hali yetu ya kawaida. Kwa jina anaitwa Elibariki Joseph Mmassy, mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Wami-Ruvu mito yetu ambayo ni vyanzo vya maji ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuhudumia mikoa ya Pwani ya Dar es Salaam pamoja na baadhi ya mikoa mingine ikiwemo mkoa wa Morogoro. Ni kweli tunategemea kupata mvua za vuli, lakini mvua za vuli kwa mwaka huu zilikuwa chache, na hivyo kiwango cha maji kwenye vyanzo vyetu vya maji vilipungua. Kao kama jukumu la taasisi, tulihakikisha kwanza kukagua vyanzo vyetu vya maji na kutoa changamoto zilizokuwa zinasababisha uh, maji kupungua, na naamini kabisa kwa zoezi ambayo tumeendelea kulifanya kwa maana ya kusitisha zile shughuli ambazo ni za uh, za maji ambayo sio ya kwa ajili ya matumizi ya majumbani uh, hivyo tumezisitisha, na kinachofanyika sasa hivi tumekuwa tukipita kwenye maeneo yote kwa, kwa ona, kwa kufanya doria na kiwango cha maji e, kimezidi kuongezeka katika mto. Tunaamini kabisa kwamba ni kipindi cha muda mchache, na baada ya pale hali ya matumizi ya maji itarudi katika hali yake ya kawaida. Eneo ambayo alikuwa anapoteza maji tumesha yazuia, na hivi sasa maji yanatiririka moja kwa moja na yanatumika kwa ajili ya matumizi ya majumbani tu, na ndilo kipaumbele kwa sasa, kwa ajili ya matumizi ya majumbani. Mto unapotiririsha Uh, maji unakuwa kuna wakati mwingine unahama mkondo wake, na hii ni kawaida kwenye mito, lakini tulichokifanya sasa hivi ni kutokuwa na mikondo mingi ambayo inapoteza, uh, mwelekeo wa maji. Hivyo tulichokifanya ni kuhakikisha kwamba mikondo yote tunaiweka katika mto mmoja, na hivyo mto kutiririka moja kwa moja katika maeneo yetu ya uzalishaji wa maji hasa kwa kwa maeneo yanayozalisha maji kwa jiji la Dar es Salaam na Pwani.